Bana maisha ya campus nayo ni, ni ngumu bana. Yaani wazazi waliniachia Mungu jameni. E, nilikuwa nilikuwa nasikia tu naona mtu mkubwa akisema ana pesa nadhani jokes. Kumbe ni ukweli, hata hata unaweza kosa 10 bob. <laughs> <laughs> Mungu Baba, sifungue tu njia jameni. Aha. Acha niombe, huyu jamaa anaweza niokoleka kitu.

Bro, ni yake hiyo mbao, sijakula bro wewe <laughs> ah, <laughs> si ah, si ah, <laughs> no. we, we, we ah. maombi we, we utaomba tu Mungu atakuponya ah, tu mbao ah, maona, ona basi fanye kwe enieketu